Pamoja na kwamba nyinyi mnasoma uongozi, sheria na mambo ya utawala, lakini pia tumeona kumbe mna nafasi mawazo hayo kuyafanya, na leo tumeona, lakini hadi kadhalika kwenye maji na teknolojia zingine ambazo vijana wametuonesha. Wa nataka kusema nini? Kwamba sisi kama wizara ya biashara tutaendelea kushirikiana na taasisi zenye mawazo chanya ya kuongeza thamani katika kila hatua ya maendeleo na mawazo ambayo yanatokana na vijana lakini zaidi tunakuja lile la mitaji kwa vijana wanaoanza biashara startups entrepreneurial activities within and beyond the university interactive sessions between students and industrial players mentorship clinics connecting aspiring entrepreneurs with seasoned business leaders and the policy discussion that seek to shape a future where young people are not job seekers, but are job creators. Lazima niseme kwamba tumepata zaidi ya ambacho tulikifikiria. Tumeona pia kuna masuala ya ubunifu ambayo tunayaangalia, masuala ya biashara, na kazi kubwa ya tume ya mipango ni kuangalia namna ya kuhakikisha kwamba hivyo vitu vinapangwa vizuri katika mipango yetu. Sasa huwezi ukapanga vizuri kama hujui vinafanyikaje katika jamii. Kwa hiyo hiyo ndio tutuleta, lakini nitaka nipongeze chuo cha Mzumbe kwa ajili ya uh, la kwanza kuona kweli mahusiano yaliyopo kati ya chuo na jamii. Nimesikia kwamba kuna huduma za sheria zinatolewa bure na mambo mengi mengi, hiyo ni cha kwanza, lakini cha pili hakuna kitu kimenifurahisha kama the motto Rising beyond limits, hasasa hiyo kwa sababu watu wengi huwa tunaangalia vile vikwazo zile, zilizoko mbele yetu halafu anakata tamaa. Ambacho amekuwa na kiboni ni mfumo wa maji unaosaidia kuchuja maji na baada ya kuchuja maji, mfumo huo unapima virutubisho ndani ya yale maji na kuongeza kama vipo vichache, unaongeza na kama hamna kabisa unaongeza. Kumekuwa na mifumo mingi sana ya kusaidia uchujaji wa maji, lakini baada ya kugundua kwamba maji yanaweza akachuja na bado yasio na vile virutubisho ambavyo vinatakiwa, tukana tuongeze sensors ambazo zitasaidia kuongeza virutubisho kwenye yale maji. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana, ilichukua muda mrefu kuibuni na tulichukua muda mrefu sana, lakini bado tuliweza kufanikiwa na kuleta mfumo huo.